Kuna dawa inaitwa Viagra nafikiri ujae kuisikia, unafurahi in, inakwamba umewahi kuisikia. Sasa Viagra komponenti yake kubwa, utengenezaji wake mkubwa, kuna hiyo dawa nitric oxide okay, inawekwa ndo inayofanya kutengeneza, kwa sababu Viagra inachokwenda kufanya ni kupanua mishipa ya damu ili flow ya damu iwe kubwa zaidi kwenye sehemu zetu za siri ili mtu aweze kufanya tendo la ndoa. Sasa hauhitaji kunywa Viagra. wagonjwa wangu nawambia, ukila mboga za majani za kutosha, za kutosha mishipa yako itapanuka, ikipanuka, damu itakwenda kwenye sehemu za siri. Kwa nini nalisemea hili? Saizi tuna changamoto kubwa sana ya upungufu wa nguvu za kiume, kubwa sana vijana k kwa sababu ya stresi mm. za maisha, mtindo mm. wa maisha eh, uzito wetu zimekuwa kubwa sana. Nalisemee na, na, na, na, na hili la nguvu za kiume, mimi kama daktari wa moyo silichukulii kirahisi sana, ni sayansi. Tafiti zinaonyesha mm. ukip nguvu za kiume zikipungua, De. chansi yako ya kupata kiharusi au mshtuko wa moyo heart attack katika miaka kumi inokuja unaongezeka mara tatu zaidi. Kwa hiyo sio swala tu la kufanya tendo la ndoa au mapenzi mm, ni, ni signal au ni alama kwamba utakuja kupata kiharusi, utakuja kupata shinikizo la, la moyo, utakuja kupata mshtuko wa moyo heart attack, au kitaalam zaidi myocardial infarction mm, kwa hiyo ndo maana kitu tunarudi tena kulekule mazoezi kupunguza vitu vya sukari, kwa sababu vyakula vyetu vingi, kama sio vyote, sasa hivi mm, kwenye maduka yetu haya makubwa na kwenye slaidi zangu huko zinaweza zikaonyeshwa mm, vimekuwa na sukari nyingi, kwa sababu sukari ndio inafanya vinakuwa na ile wanaita shelf life. Naweza kukiweka dukani hapo nikaandika hiki chakula hiki kita expire mwaka 2027. 20, mm. Sasa sukari uki, uki, ina, ina, ina addiction au uteja au uharibu uharibu, haina tofauti na dawa za cocaine, na, na, na ndio maana nikiwaambia watu nikiwashauri kunywa chai bila sukari au sile kitu cha sukari, anantizama anauliza, daktari, yeah, umetokea wapi? Kwa <laughs> sababu ile senta madawa ya kulevya mm. Uh, kokeini, heroini, bangi na kadhalika inaitwa dopamine iko kwenye kichwa. Ni senta hiyo hiyo sukari inayokwenda ndio maana saa zingine unamsikia mtu amekunywa si Red Bull au amekunywa soda na so, oh, anajisikia vizuri mm, yes, yeah, kwa sababu na mtu anivuta dawa za kulevya ni hivyo hivyo, akishavuta pale. Kwa hiyo dadashwa, unakuwa kwenye, wewe ni teja, lakini teja wa sukari eh, kwa tofauti yake ni kwamba umevaa vizuri unakuja kazini hapa mm, upendo <laughs> lakini kuna tofauti na wale Mateja wangu wanokuja Muhimbili elfu moja kila siku kwenye database ya kuja kunywa dawa za methadone eh, utofauti tu, wale wanatumia madawa ya kulevya mm. Wewe na meshaki mnatumia suka, sukari mm. Kuna, kuna vizuri eh, yani kula mlo sahihi eh. Uh-huh. Kula mlo sahihi, mazoezi, mazoezi na kulala uo unaotakiwa mm. na lingine ambalo sikuliulizi hapo ni stress, msongo wa mawazo. Nilikuwa naongea na baba mchungaji hapo kwamba nilipokuwa, mm. najitayarisha na hichi na kipindi nikuja na, na kugundua kwamba kwenye Biblia neno kwamba msamehe mtu limeandikwa mara Yeah, sisi hatusamehe mtu, kanifanyia kitu miaka miwili mitatu iliyopita, bado ninacho mpaka leo. Tatizo lake kidaktari, mimi kama daktari, ukikaa na hilo kitu linakusononesha mwili, unatoa homoni inaitwa cortisol. Cortisol inabana mishipa mm -hmm. ikibana mishipa utapata shinikizo la damu, kwa tunarudi kule kwenye mtindo wa maisha Ndadisho, mara ngapi umesamehe watu waliokukosea? <laughs> Najitahidi, najitahidi <laughs> <laughs> najitahidi mm. Na, tunasema kwa neema ya Mungu kwa sababu kusamehe pia. Lakini daktari ukizungumza habari ya kusamehe pia, maisha yamekuwa tunasema, na msongo mwingi, hali ya uchumi sio mzuri <clears throat> mambo, yaani ukiangalia, ukiniambia nikae bila stress <laughs> Na sisemi ukae bila stress, haiwezekani kuishi bila stress. Lakini tatizo una manage hizo stress namna gani? Hilo ndo muhimu sana. Una, una manage stress namna gani? Una react na kitu namna gani? Nitatoa mfano ambao ni huwa anapenda kurahisisha vitu. Mimi nikiendesha gari daladala mm. dala, au bajaji au bodaboda ikinikata mm. Mimi na option mbili, moja kufungua dirisha na kuanza kumkaripia au kwa kutumia lugha ya maneno machafu yule driver wa daladala. Sasa ukimpeleka huko, naye atakujibu mm lakini option yangu ingine ingeweza kuwa kwamba bodaboda amenikata, nikasema bodaboda hao ndo kawaida yao, ukiwa peke yako nikiwa peke yangu mm. Sasa chukulia hao madriver wawili, nani atakuwa kwenye stress na kukasirika? Huyu aliyesema ah, bodaboda hao ndo kawaida yao? So ninapoongelea tuna manage namna gani, tuna react namna gani, mm. kinapotokea kitu ambacho hatukukipenda ni muhimu sana, kwa sababu kinaathiri afya zetu na uh, sasa hivi ukiangalia idadi kubwa ya watu wana changamoto ya afya ya akili mm. Kwa sababu ya hiyo hiyo mifumo ya maisha mm. lakini wakati huo wananiambia ni manage stress mm. ili nisipate magonjwa mm. Dokta, uone kama Tunakuwa, inakuwa ngumu kidogo kwa sababu maisha yametufikisha hapa tulipo. Sasa hivi tunafanyaje ili tuweze kutoka, kutembea vizuri kwenye sehemu hiyo. mm, kuna vitu kadhaa ambavyo tunaweza kuvifanya wewe na mimi na ni kweli kwamba sisi binadamu sasa hivi tumekuwa constantly yani kila siku kuna stress. Mm. Bado narudia tena tunazimanage namna gani? Wagonjwa wangu, nini ninachowaambia kitu kimoja tunasistiza sana watu wafanye mazoezi na tunapozungumzia utembee atuelu kumi ambao ni kilomita sita karibu mm -hmm. kwa siku e, mazoezi yanapunguza stress e, mtu yyote anaefanya mazoezi ataweza kukwambia hilo, kwa sababu zina relax kila kitu katika mwili. Bado unarudia tena ulaji wetu mboga za majani zina kitu kimoja kinaitwa nitric oxide. mm -hmm. nitric oxide kazi yake moja ni kupanua mishipa ya damu. Ukipanua mishipa ya damu, flow ya damu inakuwa nzuri zaidi, ina maana kwamba viungo, whether ni akili brain au moyo, unapata damu ya kutosha zaidi. M moja ya dua ninazosikia idha nimefungua televisheni dua za wachungaji wetu, au nimefungua televisheni dua za mashehe na kadhalika, kwamba naombea waumini wangu na najiombea mimi mwenyewe maisha marefu. Sasa <laughs> hmm? Ni dua nzuri sana hmm. Na tunatakiwa kuisikiliza na tunatakiwa kusema amin. Lakini rai yangu, mtu yoyote anayeomba kuishi maisha marefu ambaye ni lifespan hmm. Kwa kitaalamu, kama hakufikiria healthspan, yani kama hakufikiria mimi naomba maisha marefu hmm. Mungu atasikia dua zetu, atakupa miaka 90, atakupa miaka 80, lakini hili sasa la Mungu, jukumu lako Dada Shona na Kaka Meshaki ni kwamba natakaje kuishi miaka kumi miaka kumi na tano ya mwisho ya maisha yangu. Sasa ukiachia uzito uende juu, ukiachia nguvu zako za misuli ziende chini, hiyo miaka kumi ya mwisho mimi nataka niishi niweze kufanya vitu vile ambavyo lesson, nimefika miaka tisini, niweze kuishi kama vile mtu mwenye miaka sabini au kama vile mtu mwenye miaka sitini. Mm-hmm. na nitafikaji huko sasa? Nitafika huko, huwa siku zote nasema, uh, milo yetu lazima iwe plant-based. plant-based maana yake ni kwamba mboga za majani, matunda lazima yawe kwa wingi kila siku, kwa sababu mimi, naomba kabla sijaendelea, nitawauliza ntawauliza, Mr. Mesha hapa na wewe dada, show no, no. We nijibu maswali manne tu, wiki hii iliopita kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili iliopita na tuko kwenye chombo cha dini kwa jijibu, na wale wanaotutizama kila mtu ajijibu huko, kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili kila siku, lini umekunywa maji lita moja mpaka lita moja na nusu kila siku? Jijibu we mwenyewe tu. Lini kutoka Jumatatu mpaka Jumapili kila siku katika mlo wako wa mchana na jioni kulikuwa na mboga za majani na matunda lini kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili kila siku ya Mungu umefanya mazoezi chini sio chini ya dakika 30 kila siku? Lini katika wiki iliyopita kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili umeweza kulala sawasawa kati ya masaa sita mpaka nane kila siku? Na la mwisho kabisa kama yote umejibu yote nimefanya, jiulize tu, toka lini umekuwa na tatizo la kutokusema ukweli. Kwa nini nauliza haya maswali? Kwa sababu mimi kama namwomba Mungu niwe na maisha marefu hivi, yeah. vitu lazima nijitayarishe. Ni kwa sababu yeye atakupa maisha marefu. Wewe sasa jukumu lako kuangalia afya yako kwa kujitayarisha sasa hivi, kwa kula vizuri, kwa kufanya mazoezi kila siku kwa kumanage stress zako zitakazokujia, kwenda kuangalia afya yako mwaka mara moja, kuepuka unywaji wa pombe, kuepuka sigara. Hiyo yote ni lifestyle. Tembea yeah. pale panapobidi, kwa sababu yeah. hicho unachokiwekeza sasa hivi kitakukuta, mimi na uhakika huko huko, kanisani niko kwa, nazungumzia kuna wazee wana miaka 80 pale, mnawashangaa wako kwenye kwaya wanapiga piano wanatembea wenyewe, na wengine wana tisini kabisa, zaidi wengine wanatisini. Hawa wazee we jaribu kutizama maisha yao yalikuwaje huko walipokuwa nani. Kuna kitu kimoja kinanichanganya hasa unavyoelezea haya mambo, na kichwa kidogo kinafika kuvurugika kichwani, ndio vyakula vinavyotuzunguka. Ukitoka kwenye haya mazoezi, ukija huku utakutana na

kunywaje kunywa na kuja dada meshake, unafahamu mara mwisho mimi kunywa juisi au kunywa soda ni mwaka 2000, miaka 24 iliyopita. Iko hivi, kuna tofauti kubwa ya kula chungwa na kunywa juisi ya chungwa. Ni kinywa juisi na kunywa sukari moja kwa moja hata kama haijawekwa sukari. Na ngoja niende kwa dada hapa, ataielewa vizuri. Dada, naomba nipe tu mfano, ili nipate glasi moja ya juisi ya chungwa, una unahitaji machungwa mangapi? zaidi ya matano, kulingana na. Naomba na eh, na na nikupeleke na taratibu sasa. mm -hmm. umesema zaidi ya matano, mimi nitachukua machungwa matano tu kwa hiyo asubuhi umekula umekunywa glasi moja ya juisi ya machungwa. Kwa hiyo ni machungwa matano, sio? Mm. Mchana umekunywa glasi ya pili, kwa hiyo machungwa kumi. Jioni umekunywa glasi nyingine, kwa hiyo machungwa kumi na tano kwa siku. Kwa siku kumi, hayo ni machungwa mia moja hamsini kwa mwezi, hayo ni machungwa mia nne hamsini. Umekula shamba kwa sababu nani anakula machungwa 450? Hamna tunda lisilokuwa na sukari, aliwezi kuwa tunda, na ndio maana unasikia utamu, kuna sukari mle, inaitwa fructose. Ndio maana hey, kuna tofauti. Haliwezi kuwa tunda bila kuwa na sukari, lina tofautiana tu tofauti. Mm. Kwamba hili tikiti si maji eh, ni tamu zaidi tango, ina eh, tango lina nani chache na nasi lina nani zaidi. Kwa hiyo tunapo encourage watu wale matunda, mimi siwezi kula matunda kumi na tano kwa siku, siwezi kula machungwa kumi na tano kwa siku. Pili, napokula tundwa na, na, na, na, na yale maganda ganda yake nyamanyama -nyama zake, ile ni roughage ambayo nitafanya <laughs> somo siku nyingine. Mm. Kwenye miili yetu kuna matrilioni ya wadudu wanaitwa microbiome, ambao kazi yao ni kutupa sisi kinga. Wale wanahitaji fiber ndio chakula chao. glasi moja ile Bahati mbaya yeah, sioni slide zangu wana, wanaonyesha hapo nafikiri na, na, na, unaweza kutazama, mp. kutazama ile e, e, nani, tazama ile juisi pale juu ya epo mm. ni vijiko sita na vijiko 8.6 nukta sukari. Sasa kama umekunywa glasi tatu, ina maana siku hiyo umetumia vijiko karibu 24 vya sukari. utaponyaje afya yako? uh-huh. La, la, lakini profesa, hiyo hmm, sukari ya kwenye matunda ina madhara? Na yeye, kitu chochote ambacho kinazidi siku zote kitakuwa na madhara, kinachozidi. Sasa kinachozidi, huwezi kuongelea kwamba machungwa kumi na tano kwamba e, ni sawasawa sawa.